Mambo vipi? This is Konde Boy. Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kuaddress hili jambo na kuhusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist. Uh, na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu, wish you all the best. I got you back all the time as usual. Kachina na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, mwoni mnafanyaje? Eh uh, yeah contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master kununua ku own master, inasema master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya mimi, ili ziwe za kwake lifetime. Je, zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha ja pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign wa 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Hayo ndo uh, kuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye. Um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja. Na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. Uh, so um, I did my best. I wish him all the best. Napenda sana msupporteni sana hizi uh, independent artists from now on. Mkiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pate risk, aisaidie ya familia yake, na uh, even ndo lengo tupate risk wote, kama ilivyo mwanzo as you know, biashara na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza, kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambaye ni ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far, tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Chinga, kina Anjella, Kilichidi walikopoka kwenda Country Boy na wao wote walivyoondoka, hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own master zao na yeah for good and for peace. Namna mtu yote mwenye malalamiko ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other. Lakini pia speaking of BASATA uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika BASATA baadaye tuta sanaa au suluhisho uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi uh, wa BASATA kuona wanapataje mwafaka haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka. Uh, so as I said my decision was aende akafanya muziki wake na make sure mnamsupport pia, na mwisho kama sikosei speak na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimeambia nime mtoe uh, mama yake mzazi, it's sad, na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui, kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kuwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, first nimemwachia Mungu, second nimemsamehe na mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu waliosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, kwa hiki mpendeza basi, kwa wakati wake chawa aseme, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa, naamini itamwongezea baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa. Na yeye ni my brother na sisi ataendea kwa my brother Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him. Yeah, kwa hiyo wish him all the best. So kwa kusema hayo nawashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote, kuna superstars kibao wanakuja. Na yeah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs for everybody. This is Konde Boy, all love.